Uh, hello wadau wetu wa Kingo Farm. Uh, leo tutawaelekeza namna ambavyo ugonjwa wa kinyesi kugandia nyuma unavyosababishwa, lakini vilevile vile na jinsi ambavyo utaweza kuwatibia kwa kutumia tiba za asili, lakini nitakuelekeza na dawa ya dukani ambayo huwa inasaidia kutibu huu ugonjwa. Huu ugonjwa unatibika kwa namna zote mbili. Kuna dawa ya dukani ambayo huwa inafanya vizuri, lakini kuna za asili ambazo huwa zinafanya vizuri zaidi. Sasa uh, huu ugonjwa wa kinyesi kugandia nyuma huwa unaitwa ugonjwa wa polulam. Mara nyingi huwa unaanza kwa matetea, matetea yale ambayo yanataga mayai ndio wanaanza kupata huu ugonjwa, na yale matetea yanayotaga mayai yakipata huu ugonjwa, hata kile kifaranga atakayetotolewa huwa anapata huu ugonjwa wa kinyesi kugandia nyuma. Wale wafugaji wa vifaranga, nadhani mara nyingi pia hii hali huwa inatokea anaweza kaja kifaranga mmoja au wangapi wana kinyesi kwa kinyesi kinachogandia nyuma, na kwa wale wanaofuga tetea pia, usipokuwa makini, basi hali huwa inatokea. Aa, uh, sasa tuanze na sababu ambazo zinasababisha ugonjwa huu wa porulam. Ugonjwa huu wa porulam huwa unasababishwa na bakteria na hao bakteria uh, kuku atawapata hao bakteria kwenye hasa hasa maji anayokunywa. Kama tetea wako wanatembea sana, wanakunywa maji yaliyooza au yale maji machafu sana ambayo yananuka, ndo kuku huwa wanapata huu ugonjwa wa pullorum. Lakini vilevile huu ugonjwa wa pullorum huwa unasababishwa na kama kwenye chakula unachowapa kuku kina chumvi nyingi sana, ukiweka shiu nyingi ukizidisha cha chumvi, huwa wanapata huu ugonjwa wanajisaidia kinyesi ambacho kinakuwa kinagandia nyuma. Na sababu nyingine ambayo inasababisha huu ugonjwa wa pullorum kwa kuku ni stress. Kwa mfano ukiwaweka kuku kwenye hali ya baridi sana, yani wale kuku wakiwa wanawapo kwenye hali ya baridi sana, ile stress ya ku, ya kukava, ile baridi, basi wao wanakuwa wanajisaidia muharo mweupe ambao unakuwa mara nyingi unakuwa unagandia nyuma. kwa hizo ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza kusababisha kuku wako, wakawa wana hiki kinyesi ambacho kinagandia nyuma. Sasa hizo sababu ah, huwa zinaanzia kwa hawa matetea ambao wanataga mayai. Kama hao nao waona hapo, ukiwaweka tu maeneo ambayo yanaruhusu Uh, kupata hii pullorum basi watapata pullorum na wakishapata pullorum basi hata wale vifaranga nao watakaototolewa au watakaoanguliwa watapata hiyo pullorum. Uh, sasa tuangalie namna ambavyo unaweza ukazuia namna ya kuzuia kabisa huu ugonjwa. Huu ugonjwa unawezekana kabisa kuzuia. Namna ambavyo utazuia, hakikisha kama kuku wako ni kuku ambao wanatembea nje kama hao wa kwetu basi hakikisha kama kuna vidimbwi ambayo huwa vinatunza maji machafu unavifukia vyote, yaani wasinywe yale yani maji ambayo yapo kwenye vidimbwi ambayo yanatuama kwa muda mrefu. Kama yanatuama kwa siku moja alafu wakanywa nakiwa sio shida, ila kama huwa yanakaa kwenye hicho kidimbwi labda kwa siku mbili tatu hicho kifukie kabisa. Hiyo ndo namna bora ya kuzuia. Alafu namna nyingine, usiwape chakula ambacho kitakuwa kina chumvi nyingi, au kuku usiwape chakula ambacho kinakuwa kina chumvi nyingi. Ah, sasa tuje kwenye tiba, utawatibiaje? Kwenye kuwatibia hapa kuna namna mbili za kuwatibia. Namna ya kwanza ni namna ya kuwatibia wale vifaranga wadogo, labda wana siku moja mbili, kama umetoka kumetoka kuwapokea labda kiwandani au umetoresha wewe mwenyewe. Baada ya siku mbili tatu, ukakuta wana huu ugonjwa wa polio, mara nyingi nao huwa unawapata. Namna ambayo huwa tunafanya hapa ku, huwa tunaandaa mafuta ya alizeti, mafuta ya kupikia yale ya alizeti. Unaandaa vijiko vyako vitatu vya mafuta ya kupikia ya alizeti, unaweka kwenye maji lita kumi, unachanganya vizuri kabisa, unakoroga vizuri kabisa na wapo wale vifaranga kwa muda wa siku mbili. Kama uliwapa leo, basi na kesho unawapa. Ukifanya hivyo, utakuta wamepona kabisa. Lakini wakati unawapa maji hayo yenye mafuta ya alizeti, uh, kule nyuma ambako huwa kunachafuka sana, kuna loa wewe, unaenda kakukafishe kule nyuma kusafishe na maji ya uvuguvugu kidogo, afu paruhusu pakauke, au paache pakauke na kuendelea kumtibu, usimwache ni ile hali ya kuroa. Kwa sababu akiroa sana kule kuna gandamana sana, hata kuku wenzio baadaye wanaweza wakaanza kumdonoa, au wale vifaranga wengine wanaweza wakaanza kumdonoa. Kwa hiyo kusafishe vizuri kule nyuma na maji ya uvuguvugu alafu mpe huo mchanganyo ambao utakuwa una mafuta ya alizeti, na kwa tiba ya dukani ambayo utaitumia hapa huwa tunatumia amplolium kwa tiba ya dukani. Kama wewe upendi sana kutumia vitu vya asili dukani, unaweza kutumia amplolium na nini, utawapa kwa muda wa siku tatu, watakuwa wamepona kabisa. Sasa sasa kwa kwa upande wa kuku wakubwa au kwa hawa matetea sasa, kama wana huu ugonjwa wa kolera hapa utaandaa uh, majani ya mpera utaandaa majani yako ya mpera, halafu utaandaa na pilipili mtama au wengine wao wanaita pilipili manga majani ampera, mtama, usawubu, kishia, ya mpera utaandaa na pilipili mtama, utaongeza tangawizi, kitunguu saumu utavisaga, kisha utaweka kwenye maji yao ya kunywa kwa muda wa siku tatu. Aa, sasa mchanganyo mwingine kama utakuwa umeikosa hii pilipili mtama utaweka, utaweka majivu kwenye mchanganyo huu lakini utaongeza majivu ukianza kwenye mchanganyo ambao utakuwa una pilipili mtama. Mchanganyo ambao utakuwa na pilipili mtama utaandaa vijiko vyako viwili vya pilipili mtama, alafu majani hayade, yine, yale, viwili, ya mpera yale utayajaza kwenye ile jagi la lita mbili. Majani ya mpera yajaze uyafanya kuyashindilia kabisa ile jagi la lita mbili, pilipili mtama vijiko viwili vya chakula, alafu utaandaa kitunguu saumu kimoja kizima ambacho na punje zake zote, alafu utaandaa tangawizi moja nzima Uh, utaenda kuvi blend vitu vyote, utavi blend kisha utaweka kwenye kila lita kumi ya maji. Utafanya hivyo kwa muda wa siku tatu, huko ukiendelea kuwasafisha kule nyuma na kupaacha paka uke, alafu kwenye maji yao unakuwa ukiweka huo mchanganyo ambao nimekwambia. Kama unaenda kutumia majivu hivi sasa, umekosa pilipili mtama, kwa sababu sio kila maeneo yana pilipili mtama. Umeikosa hii pilipili mtama, unataka kutumia labda maji hivi, mchanganyo utakaa hivyo hivyo, ila kwenye kile kipengele cha weka vijiko viwili vya pilipili mtama kijiko kimoja cha chakula majivu, nayo hayatakii kuzidi kwenye kwenye maji ya kunywa. So, ki kwa sababu majivu ya kizidi huwa yanasababisha ile nyongo huwa inavimba inapasuka, huku wanatoka. Kwa hiyo majivu tunaenda kuweka kijiko kimoja kwenye mchanganyo huwa ndio utaja hapo awali, ila majivu yawe kijiko kimoja cha chakula. Utachanganya vizuri, utawapa kwa siku mbili. Na utaka kuwatibia kwa dawa ya dukani hao wakuku wakubwa kama hawa, matokeo ya mara nyingi huwa naona haiwasaidii, haiwasaidii, huwa hawaponi wa haraka ni bora ukatumia huo mchanganyo wa asili na kama, kama utakuwa umekosa majani ya mpera, unaweza kutumia majani ya marobaini kwenye huo huo mchanganyo. Utaweka majani ya marobaini kwenye jagi ile ile, utayashindilia, na mchanganyo wako utaendelea na hizo vitu vingine kama ambavyo nimekutajia. Sasa ni vizuri sana kutibia kwa kutumia tiba za asili, kwa sababu hapa shambani kwetu sisi tukitumia tiba za asili huwa tunaona matokeo ya haraka sana, tunaona matokeo ya haraka kuliko hata tukitumia dawa ya dukani. Kwa hiyo kama wewe ni mdau wa tiba za asili unaweza ukajiunga na kundi letu ukaona zaidi jinsi ambavyo sisi tunatumia hizi tiba za asili kwenye kutibia kuku. Lakini vile vile, ukijiunga na ile kundi letu la mafunzo, utaweza kupata mafunzo mbalimbali ya namna ya kuwahudumia kuku, kuanzia wakiwa wa vifaranga wadogo mpaka wanakuwa wakubwa. Utaona taratibu ambazo huwa tunazifanya za namna ya kuwahudumia. Utapata kuona kabisa hivi tunafanya kitu gani tunapokuwa tunawahudumia kuku wetu, ili na wewe ukijifunza, basi kama kuna sehemu ulikuwa unakosea utaweza kurekebisha, lakini vile vile kama una maswali utauliza na utajibiwa. Ada ya kujiunga na kundi ni shilingi elfu nane tu. Kujiunga na kundi ada yake ni elfu nane kwa muda wa miezi miwili lakini vile vile kuna vitabu mbalimbali vya ufugaji ambavyo vinaelekeza tiba za asili pamoja na namna ya kutengeneza chakula wewe mwenyewe nyumbani kwako. Uh, vitabu hivi kama safari ya ufugaji hivi vinakupa mwongozo mzima wa kumfuga tesara pamoja na leas kwenye upande wa hatua za uleaji wa vifaranga na namna ya kutengeneza chakula cha kuku. Lakini kuna kitabu kingine cha tiba za asili za kuku. Hiki kitabu kina tiba zote za asili za kuku. Pia kuna kitabu cha ufugaji wa broiler pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, lakini vile vile tuna kitabu cha mwongozo maalumu wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki kitabu cha mwongozo kina utofauti na kitabu cha tiba za asili, kwa sababu hiki kitabu cha mwongozo chenyewe kimekupa ratiba kabisa ya kutumia tiba za asili kila siku kwa kuku wako. Kama wewe unatumia sana tiba za asili, kimekuelekeza labda Jumatatu wape kitu fulani, Jumanne kitu fulani, Jumatano, kila siku namna ambavyo utatumia. Ila kitabu cha tiba za asili chenyewe kina tiba zote za asili za kuku. Ugonjwa wote utakao kukutana nao shambani kwako, ukienda kwenye kitabu utajua unaweza kutumia, unaweza kutibu kwa kutumia mmea gani. Ah, kila kitabu gharama yake ni shilingi elfu kumi. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp papo hapo. Hapo ukilipia unatumiwa kitabu chako, unasoma na unaenda kutatua changamoto yako hapo hapo. Kama unahitaji huduma hizi kujiunga na kundi pamoja na vitabu Namba hapo kwenye video utupigie, ujumbe, sana, na utupigie au ututumie ujumbe ili tuweze kukuhudumia. Asanteni sana, tunawakaribisha sana mjiunge na huduma za Kingo Kingo Farm uh, kwa ajili ya kuwa mfugaji bora mfugaji mzuri na ambaye utafurahia matunda ya ufugaji. Asanteni sana.